Mambo vipi, inaitwa Navigator Chinduli. Leo niko zangu pande za Kunduchi beach. Yeah, niko zangu pande za Kunduchi beach kuja kukuonesha mambo gani yanapatikana maeneo haya hapa, so ungana nami mpaka mwisho uweze kuona beach hii ya Kunduchi. Inapatikana katika wilaya ya Kinondoni, kaskazini mashariki mwa jiji la Dar es Salaam. Ni katika ile ile rasi ya Msasani Peninsula ya yeah, katika rasi ya Msasani Peninsula ambapo utapata Msasani yenyewe utaipata, eh, uh, Oyster Bay utaipata uh, Mbweni na hii hapa Kunduchi. So niko hapa kutoka Kigamboni mpaka huku, ni mbali sana kumenigharimu magari e, matatu yapo kufika huku, lakini ni sehemu ambayo inafikika. Kuna magari moja kwa moja kutoka hapa mpaka makumbusho mpaka makumbusho, utachukua gari lingine mpaka mpaka Karume, kisha utenda Kigamboni la ha yeah. So kundu, e, leo niko Kunduchi. Kama wewe ni mwenyeji wa maeneo haya ya Kunduchi na unaijua vizuri dichi hii, basi niandikie hapo. Mimi leo ndo niko mitaa hii hapa Yep, naendelea ku explore in details. Tuweze kuona bichi nyingine hii hapa inayopatikana katika maeneo haya ya jiji la Dar es Salaam. So niandikia hapo chini nami nitapita. Bichi hii hapa ni tofauti na bichi ya Koko bichi. Ehe, kwa sababu huku hakuna hakuna rapsha rapsha, hakuna, e, sijaona wafanyabiashara wengi huku. Sijaona tu wafanyabiashara huku. Zaidi zaidi nimeona soko dogo la uvuvi ambalo imekuwa restricted ku kunini uh, kurekodi. Imekuwa ngumu pale kurekodi kutokana na restriction ambazo zipo, lakini pia nime eh, uh, sijaona kama vile wauza miogo kama Coco Beach, kwa ni beach fulani vile ambayo ya watu kuja kutulia tu, lakini kwa hapa kuna hoteli hapa kama unavyoweza kuiona Kunduchi Beach Resort ya apa. Unaweza ukafika hapo ukaja kutulia aha, lakini kama mtoko wa siku kuu unaweza ukaja na familia yako katulia hapo ya ya, kama nilivyokuambia panafikika ijapo e, kidogo ni mbali. Inategemea kama unatokea upande wa kusini mwa jiji la Dar es Salaam, of course ni mbali ya, ni mbali, lakini kama unatokea maeneo ya Kawe ya, ni sio mbali ya, so tuendelee ku explore ili tuweze kuona nini kinapatikana huku Kunduchi. Kwa hiyo wenyeji wa maeneo haya inatazamiwa kwamba siku za sikukuu wanakuja wanapumzika hapa na wanakula upepo wa bahari kama unavyoweza kuona. Ndio. Poa. Yep. nimekutana na mabichi boy wenyewe ehe, wakubwa wa hizo kazi maeneo haya hapa. Alikuwa anajaribu ku kutaka chochote kitu apate unga, lakini si bahati leo, niko vibaya. So ndio nilikuwa naendelea kwamba hii ni Kunduchi bichi, kama unavyoweza kuiona. Ni bichi fulani hivi ambayo, kama utafika huku, manake wewe unafika unakuja kupumzika na familia yako. Sijaona rapsha, rapsha. Yep. for sure. Kwa hiyo ni bichi ambayo imetulia sana sana sana sana. Kwa hiyo kama wewe ni mwenyeji wa Kunduchi, niandikie kwenye comment hapo chini kwamba bichi hii na sifa gani, uh, na huwa mnaitumia zaidi kipindi gani, kwa sababu unaona imetulia sana na leo ni Jumamosi mosi, video hii wakati na rekodi ni Jumamosi, lakini bichi ime imetulia sana so tuendelee ku explore in details. Hata wewe ambaye uko diaspora na uliwahi kuishi Dar es Salaam na unazijua beach za Dar es Salaam, kama ulifika huko Kunduchi, basi naandikia hapo yep, unajua nini zaidi kuhusiana na Kunduchi beach. ku share hapo experience yeah, mimi mwenyewe mgeni maeneo haya, sijui chochote eh, yeah, sijui chochote maeneo haya so tuendelee tu ku, ku explore Tuone tutafika wapi. Kama unavyoweza kuona visiwa vidogo vidogo vya bahari ya Hindi hivyo hapo na watu wakiendelea kuvua, kama unaweza kuona meli yeah. Hii ni rasi ya Msasani basi yapna yeah. Huku ndio bahari kuu, ukienda huko mbele Zanzibar na maeneo mengine Mbuji ya Island yapna yeah. Suni tu nitawapeleka Mbuji ya Island ili tuweze kuona mengine yanayopatikana katika kisiwa hicho cha Mbuja yeah. Kwa hiyo karibuni, unaweza ukaona hapa kuna samaki huyo hapa ameachwa na maji, sijui hapo samaki yep. So, unaweza ukafika. Mgaagaa na upwa hali wali mkavu, ndo ile pale kusikia mgaagaa na upwa hali wali mkavu ndo ile. Yaani, yaani, mgaagaa na upwa yaani, mtu ambaye anapita baharini, pembezoni mwa bahari hawezi kukosa kitoweo. Ndio maana ya mgaagaa na upwa, kwa hiyo aona kama pale hivyo, nimemwona samaki yule pale. Kwa hiyo, kama ningekuwa na shida ya mboga, maanake ni kumwokota na kwenda kumpika, ndo yeah, tafsiri ya mgaga ana anaukwa aliwalimkavu yeah. So, hii ndio Kunduchi beach wazee. Kunduchi beach inaonekana kuna some restriction baadhi ya areas ya yeah, tutajaribu tu kupata footage ambazo zitatusaidia japo kwa uchache yeah. Ale hivi inatoka. Yaani kutoka kabisa. Hapa ndio njia. Ah. Huko wapi? Wewe kupita, huko kupita ni hapa. Hawakatazi hapa. Ah. So, Unaweza ukaniandikia hapo umeionaje Kunduchi Beach yep. Tukiwa tunaenda kumalizia malizia ah, hatua yetu hii hapa ya, ya ufukwe huu wa Kunduchi mm -hmm. Ehe, ni ufukwe ambao unatumiwa na wenyeji wa maeneo haya hapa ya Kunduchi ya yeah. So kwa hiyo so... kwa hiyo... ambayo yanatumiwa na wakazi wa wa Kunduchi hapa jijini Dar es Salaam. Narudi narudi narudi narudi narudi ya Yep. Naona nakutana tu na mabeach boy wakiendelea kuelekeza hili na lile, lakini hiyo ndo Kunduchi Beach kwa uchache. Yep, kama wewe una, una lolote la kuongezea basi tuongezee hapo chini tuweze kupata faida zaidi. Kwa sababu si wenyewe bado ni wageni maeneo haya tujui mengi kuhusiana na Kunduchi Beach. Yep, lakini huu ndo ufuko kama kuona unavyoweza kuona kaa So, mgaagaa na huko hali wali mkavu. Kama unataka mboga na hauna mboga, basi tembelea katika fukwe za bahari utapata chochote ya yeah. Sababu kama unavyojua kwamba mgaagaa na huko hali wali mkavu yeah. So, huu ndo ufukwe wa Kunduchi, kama unaweza kuona tendelee, yeah. explore Niandikie chini ungetamani tuende sehemu gani nyingine. Uh, ikiwa leo tuko hapa Kunduchi basi ungetamani kwenda tuende sehemu gani nyingine tuka, tuka explore in details, nami nitapita na, na komenti yako na Mungu akipenda tutafika huko hu yeah. Hii ndio Kunduchi beach Dar es Salaam, unaweza ukaona namna gani ina inaonekana yeah. Hii ndio Kunduchi beach wazee kwa huku hivi, ndio Mbudya Island. Ukinyoosha ukinyoosha hivi ni Mbudya Island. Ukienda kwa upande huku ni maeneo ya kurudi mjini sasa eh, lakini ukienda kwa huku hivi ni Zanzibar, Mombasa na maeneo mengine bahari kuu yeah, so, sehemu fulani hivi ambayo ni unyama sana, kama mtu una stress unahitaji kupumzika, basi fika hapa Kunduchi Beach yeah. ili uweze kupunguza mawazo ya yeah. Lakini bichi hii kama nilivyokwambia ni tofauti na Koko Bichi, uh-huh. Haina mambo mengi ya yeah, ni bichi tu ya ya kawaida yeah. So uniandikie hapo unaonaje, unaonaje video zetu hizi za mfumo huu wa HD unazionaje? Mabadiliko yapoje? Na nini tuboreshe zaidi ili video zizidi kuwa kali zaidi eee, katika kiwango kile cha HD yeah. So, niandikia hapo chini ani nitafanyia kazi maboresho hayo ambayo utakuwa umeniambia bila yeah. yana yeah. yoyote yeah. yoya yeah. So ngoja turudi sababu tumeimaliza ifukwe leo, turudi tuweze kukwenda sehemu zingine ambazo tutakuwa tume tumejaaliwa. Yeah. hiyo ndo bahari ya Hindi wakuu. Kwa wale ambao mko diaspora na mnahitaji kuja Dar es Salaam, Niwambie tu bichi zipo nyingi sana dar es daressalam. Uh -huh, bichi ziko nyingi sana sana sana kama unavyoweza kuona, unazokafika ukaja ukatembelea bichi zetu hizi hapa unavyoweza kuziona na uh, sio tu kuko bichi bali nyingi karibia kila pembe ya jiji na bichi so unazokafika na ukaja fun kama na familia au na ndugu jamaa na marafiki. Ya, unaweza ukaona mchanga ni mweupe kabisa. iyo kaini tayari siku so nyingi nitawapeleka katika fukwe maarufu za Mbudya, ah Mbudya Island. Hiki ni kisiwa maarufu sana ambacho watu wamekuwa wakienda. Unaweza kuona haya ni mashimo ya wale kaa, wale tunaita kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuja ku entertain kuja kufika hapo na kuja kuyaona. Kama hiyo hapo white sand kabisa, hiyo hapo unaweza kuona. Eh, utakutana na mambo mengi mazuri katika beach zetu, yeah, ya utaka kuja kufanya mazoezi pia zoukaji ukafanya, yeah. na activities zingine ambazo ziko legal Yule pale kama unaweza kumuona huyo, yule anakimbia y yeah. So this is Kunduchi for you. Niandikie hapo chini, unaionaje bichi hii, na ungetamani tena nikupeleke bichi gani eh? yeah. Zaidi sasa hivi na, na bichi zote za Dar es Salaam iki yapo chini ungetamani sisi tunge wapi eh? na umeionaje bichi ya Dar es Salaam, na video zetu kwa ujumla, kwa sasa hivi unazionaje? natapita na comment na yako bila shida yoyote, huyoat Navigeta Chinduli. Sasa ku like ku comment ku share na ku subscribe, ili tuzidi kuwa wengi wengi zaidi katika uga huu hapa wa YouTube. Naeza ukamuona yule pale kaa wakati tunaaganaagana nadhani unamuona ya yeah, mm-hmm. Hayo ndo mambo ambayo utakutana nayo utakutana nayo katika fukwe hizi ya hao, unaweza ukaona hayo ndo mambo ambayo utakutana nayo katika fukwe hizi. So welcome and welcome again. Yeah. This is Kunduchi beach for you hadi wakati mwingine tukiendelea ku explore in details maeneo mengi ya jiji la Dar es Salaam hala.